Ehe, kaka niambie, zoezi la kupiga kura umelionaje kwenye kituo chako? Zoezi kwenye kituo changu limeenda vizuri kabisa mheshimiwa, na wananchi wako wamejitokeza kwa wingi na wamekubali, eh, kwa kweli kidole namna hey, hiyo. Sawa bwana sasa hapa usalama si uko vizuri kabisa. Hamna kabisa. Mtu amekuzuia. Umetekeleza haki yako ya msingi kabisa ya kupiga kura. Yeah, na nimeipambania ni, ni kwa sababu mimi nilikuwa nimejiandikisha Mwanza atoka jana nimepambana ni hadi nimepiga kura. Ah, jamani. Ndiyo, asante sana. Sana. Ndiyo, asante, asante sana, tunakushukuru sana, asante aa, asante. Eh, kaka niambie zoezi la kupiga kura umelionaje kwenye kituo chako? zoezi kwenye kituo changu limeenda vizuri kabisa mheshimiwa uh -huh. na wananchi wako wamejitokeza kwa wingi uh -huh. na wamekubali e, kwa kweli kidole e. E, namna hiyo Ndiyo. Sawa bwana sasa hapa usalama si uko vizuri kabisa. Hamna mtu amekuzuia. hamna mtu amenizuia. umetekeleza haki yako ya msingi kabisa kupiga kura. na nimeipambania nime kwa sababu mimi nilikuwa nimejiandikisha Mwanza latoka jana nimepambana hadi nimepiga kura. ah, jamani, asante Indi, sana tunakushukuru sana Tuna sana Eh, hey, kaka niambie, zoezi la kupiga kura umelionaje kwenye kituo cha zoezi... kwenye kituo changu limeenda vizuri kabisa mheshimiwa uh -huh. na wananchi wako wamejitokeza kwa wingi uh -huh. na wamekubali eh, kwa kweli kidole yeah namna hey, hiyo sawa bwana, sasa hapa usalama si uko vizuri kabisa. Hamna mtu amekuzuia, umetekeleza haki yako ya msingi kabisa kupiga kura yeah, na nimeipambania ni, ni kwa sababu mimi nilikuwa nimejiandikisha Mwanza, bila toka jana nimepambana hadi nimepiga kura. Ah, jamani asante asante sana tunakushukuru sana sana, asante, asante sana, asante sana, asante right. watu hao wameshapiga kura, onyesha kidole yeah, yeah. watu wameshapiga kura asubuhi yote hii jamani tuko hapa kwa kweli vizuri kabisa, tuko hapa kwa ajili ya kura. Hakuna hey, namna mi mwenyewe nishapiga kura, siona kwa hiyo. Mtanzania mwenzangu, twende tukapige kura, mambo yakae sawa. Amina, amina. Ah.